yako nifurahia sana. Sasa hivi nina miaka hamsini, nina mjukuu mmoja. Piga makofi! na miaka hamsini. Alafu na vipi wewe? Aa, ukiwa nyumbani kwako ni kwa kwa kwa kwa kufundishi, vaa nguo yako, ukishavaa iangalia kwenye kioo. Unajua unakuja kwenye sherehe kama kama hizi mtoto wa kike simama, ucheze. nununu Unamnunia nunu, nani? Shogangu, na umelipa kiingilio? Au bonga na mwenzako mwambea, ujalipa kiingilio nini? <coughs> na miaka hamsini na akaunti za benki tatu CRDB, Malkia, NBC CRDB. naofanya na kazi najua kesho mtachungulia, naitwa na milioni piga makofi anan kama unasubiri na milioni kumi Kwa sababu naziona sura zenu, na najua ya kama, una miaka hamsini, simama tunaona kuaibisha. Mshikaji care, tumekuja kwenye sherehe, simama kwa uhuru kama una miaka hamsini. Na kweli kama hamtasimama, mtashangaa, mi naenda kukaa, nasema ukweli, tumekuja kwenye sherehe wamama wa

ishirini mshindi wa pili, elfu kumi. Mshindi wa tatu, elfu tano. Mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, mshindi wa tatu. Unachagua uba uniwachagulia

Mimi najua kucheka zaidi yenu sawa, na na vikarakta vya ualimu naweza kakutoa nje na navifanyi kitu, na nimekuja na mapolisi wangu. Amen, mapolisi wangumba mefurahi nabarikiwa. Yeah, uh, naitwa boe jina la Ilimbowe na napatikana kwenye mtandao wa WhatsApp wa namba zifuatazo 06 55 03 02 11, sitarudia. Nasha natokea Arusha, naishi Msariva wilaya ya Rumero. Ni mama wa watoto watatu, na Mungu amejalia binti yangu wanaolewa. Wo ni mama wanawake vijana kwa habari nzima za ndoa na mahusiano, ndicho hata Mungu alichonipa mimi. Tunaposimama na kutambua vipawa vyetu na kazi ambayo imeniletea matokeo mazuri sana, na namshukuru Mungu fanya sana na nimefanya tafiti nyingi sana kuokoa na mnasemaje? Mi ni mwalimu nimewambia, na ninafundisha ongo ongo, mapolisi leo hamnishiki, niko na mama. yeah, uh... uh, mama, nimefanya uh, sana hii kazi mheshimiwa, na ninaipenda kuifanya, lakini lengo haswa ni nini? Ni kusaidia kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia na napomwelimisha mwanamke akawa na maarifa kwa asilimia zaidi ya sabini, anaweza akasaidia kwanza, kwake binafsi, pili, kwa mume wake, lakini lakini tatu, kwa kwa watoto wake. Na, na hii nimeifanya kwa muda mrefu, na nimekuwa nikienda kwenye semina nyingi, nyingi sana. Nilizonazo ni wale wanawake ninaowafundisha mmoja mmoja wanawake mia nane na sita moja moja na wanawake wote hao wako kwenye ndoa zao na mambo ni shwari. Amen. Sasa nikisema shwari, sina maana kwamba hakuna changamoto. Changamoto zipo, lakini wanaweza kukabiliana nazo. Amen. Na nimeifanya hiyo, na ninafurahia kuifanya, na nina nyumba kabisa na special kabisa, na kaa na bi arusi mtarajiwa, siku tatu tunafundishana na vitu ninavyomfundisha namfundisha kwanza kuijua ndoa, alafu namfundisha kuiweza ndoa. Amen, nina masomo kumi, nina masomo saba ya kuijua ndoa, alafu nina masomo kumi ya kuiweza ndoa. na nilipoambiwa nakuja Mbulu nilifurahi sana, na nikamwambia Mungu asante, naenda kukutana na wanawake mambulu warembo mapisi. Amen. wakati nakuja kutoka uh, Arusha itawatoa hatajia wanaume, nasema kweli. Wakati nakuja kutoka Arusha, wakati napanda hii, hii milima nilibarikiwa sana. Hongereni, mazingira ni mazuri na Tanzania yetu ni nzuri sana. Amen. Ah, leo nitazungumza na wewe kitu kinachoitwa uwezo simamambl ni mwanamke mjane ya yes, asante sana Uh, leo sizungumzi na mwanamke kwa maana ya mke. Leo nazungumza na mwanamke ambaye ni mke wa mtu, nazungumza na mwanamke ambaye ni mjane, nazungumza na mwanamke ambaye ni single, hiyo uliachwa, hiyo umeachwa na kitu chako cha kukwambia. M, ninapozungumzia uwezo ndani ya mwanamke, nilikuwa najaribu kufuatilia kauli ishirini na tano inasemaje? Makubwa yambo. Mheshimiwa nyamaza, naomba tu nyamaza, meza kuu, kauli mbiu inasemaje? Shoga zangu, toba nye, ndo mnaziweza kama hata kauli mbiu amejui. Simtakua mnaachwa asubuhi, mchana na jioni. Ee, nani naweza kaniambia kauli mbiu inasemaje? Nimpeteni chap wanawake na wasichana tuimarishe haki, usawa na uwekezaji. Amen. Uh, aliyesimama mbele yenu ni mwanamke, ni mama. Alafu mie huwa nina ujasiri, nasema niliolewa na mwana. Niambii kitu mshtaji, yaani achilia mbali wale wa 50 plus, yaani kama wewe ni 50 below, kuniambi kitu chochote kwenye eneo la ndoa na mahusiano. Nimekaa, ninafahamu, ninajua, nimejifunza, nimetumia nguvu nyingi, nimetumia muda mwingi. Kama ni maandiko matakatifu nimesoma, kama ni vitabu nimesoma kama ni semina nimehudhuria, kama ni wanawake wazee nimekaa nao, na hakuna kitu ninakichukia, na hii nitaisema tu ukweli, kama kuona ndoa inazungumziwa vibaya, ninachukia sana, kwa sababu ninajua matokeo ya ndoa kuzungumziwa vibaya, inazalisha wanawake wenye tabia mbaya mbaya, na kila mwanamke utakaye mwona uko nje kama sio mke wa mtu shogangu, anadanga. Mimi sikwambia ukweli, mwanamke yote toke kutana naye nje ana sifa zifuatazo: kama sio mke wa mtu kihalali, ni mdangaji. Kipeuo cha pili, kama sio mdangaji, kipeuo cha pili, anadanga kwa siri, utakaa ujue mpaka siku. Kama adangi kwa siri, ameamua yeye na kitu kinachoitwa mahusiano na kitu kinachotwa mwanaume hataki tee. Uongo ukweli? Sasa tunapozizungumzia ndoa vibaya, tunataka watoto wetu wawe wanawake wa namna gani? Tunapozungumzia ndoa vibaya, tunataka watoto wetu wa kiume wawe watu wa namna gani? Tunazalisha mashoga, tunazalisha wasagaji wa, wa kwa vinywa vyetu nilifanya tafiti ya aina za michepuko, nikapata aina sita za michepuko. Lengo ni nini? Nataka kujua kwa nini huyu mwanaume anachepuka, ili nimsaidie huyu mwanamke wake, ndani ya asimame kwenye nafasi yake. Na inawezekana nimekuambia, mi nasoma maandiko matakatifu, nione tu hivi. Mshikaji, mi najifungia ndani siku tatu, siku nne, siku tano, I read Bible, manake najua baada ya maisha haya, shogangu, kuna kufa. Uongo kweli? Dada tingisha kalio wewe, endesha vete wewe, jenga gorofa wewe, shogangu, weka maua za watoto wa kike na wa kiume, days are coming, kuna lazima tu tuambiane ukweli. Unajua ndio eh? Ndio maana nikwambia, mimi nakwambia ukweli. Nikitoka hapa tena nimekuja na private car, unishiki shogangu, wala siishi Mbulu dada, sitakuja kukopa kwako, kwa kwa shogangu, mandazi sinunui kwako kwa kwa, nguo sinunui kwako kwa, uniambie lolote Tunapoizungumzia ndoa vibaya, tunazalisha vitu vibaya sana. Tunapoizungumzia ndoa vibaya, tunashindwa kuwa na watoto wenye maadili mazuri. Tunatengeneza watoto wenye vinyongo, tunatengeneza watoto wenye visasi, tunatengeneza watoto wenye hasira ambao siku za usoni hawatatamani kuoa wala kuolewa. Lakini kama kuna mwanamke, Biblia inasema mke mwema, nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani huangalia watu wa nyumbani mwake, mume wake anamwamini.